Bwana Yesu wasifiwe, mpendo katika Bwana. Usiku wa manane, muda huu kuanzia saa saba hadi saa tisa ni muda mzuri wa wewe kuingia katika maombi. Unaomba kwa ajili ya kesho yako, unaomba kwa ajili ya faida yako, unaiombea kesho yako. Unajua ukiwa na kitu ndani yako, hakika adui atatafuta namna mbalimbali ya kuweza kukichukua hicho kitu ulichonacho ndani yako. Kama wewe sio mwombaji ulikuwa una huduma kubwa, ulikuwa una biashara kubwa, adui atakutafuta kwa namna mbalimbali ili kuweza kuharibu kile kitu ambacho kiko ndani yako wewe, ujui tu kipo kitu ambacho kimewekwa ndani yako kitakachowasaidia familia yako kitakachokusaidia wewe kuvusha, lakini adui akiisha kukigundua kwamba mtu fulani ana nyota, mtu fulani ana uwezo, mtu fulani ana mamlaka, mtu fulani atatumiwa na Mungu kufanya vitu vikubwa, adui atatengeneza njia mbalimbali, na muda huu anaweza akaweka vikao au you na namna gani ataweza kukuharibu, na namna gani ataweza kuharibu ndoto yako, na namna gani ataweza kuchukua nyota yako namna gani ataweza kuchukua uwezo wako. Ikiwa wewe hautakuwa mwombaji, hakika adui ataweza kufanikisha mipango yake. Lakini ukiwa wewe umesimama na Bwana, ikiwa wewe utakuwa ni mwombaji, sawa sawasawa, adui awezi kufanikisha chochote. Watapanga mipango yao, lakini itaaribika ukiwa na Yesu. Oh, oh! Mipango wanayoipanga wale maadui inaharibiwa kwa jina la Yesu ukiwa umesimama na Bwana, oh na kusimamia nyakati zote.